Susan Muya ni mmoja wa wakazi katika mtaa wa Muthatari, kaunti ya Embu, ambaye ameangukia mtego wa majambazi hao kwa mara ya pili. Sasa hapa tumezoea kuanzia saa nane, saa tisa, watu hawalali kwa sababu hiyo ndio masaa ya kuibiwa kuku. Si mara ya kwanza, kila mahali hapa, kila mtu ameibiwa, hata majirani wote wameibiwa. So mimi wanalala mapema, ndio ikifika saa sita, saa saba, nimeamuka ndio nianze kuwa niko macho kusurvei nikiwa kwa nyumba. Anatusimulia jinsi alivyoibiwa kuku wake wenye thamani ya maelfu ya pesa nyumbani kwake. Inasemekana kuwa majambazi hao wamekuwa wakiwapaka au kuwafukuzia wakazi dawa fulani ya kulevya kabla ya kuwaibia. So mimi nilikuja kushtuka saa kumi na moja asubuhi nikiwa ni, ni mchofu, singeweza hata kuinua kichwa. Nasikia niko blocked, siwezi kuongea, mapua yamefungana, kifua ilikuwa imejaa, hakuna harufu yoyote nilikuwa nasikia. Nikaenda kwa kijana nikamuita, because last time walikuwa wamemfungia na nje, so nikaenda nikaende nikamfungulia mufung, nika nikamwamsha, akaniambia aje asikia hata yeye ya, akiongea unasikia anaongea tu amefungana mapua. Video hii ya kamera za CCTV alizoweka nyumbani kwake Susan zinaonyesha wahalifu hao waliokamatwa na maafisa wa polisi baadaye, ila wakaachiliwa kwa madai kuwa hawakukuwa na ushahidi wowote wa kuwahusisha na uhalifu huo. Akasema kwake imekuwa ngumu because awezi kumlink hata kama image zinafanana, awezi kumlink na hiyo kwa sababu aja pata jamba hili, alikuwa amevalia the kala kala, but jamba zilikuwa lakini kala, hakupata ile rangi alikuwa amevalia na hakupata chupa yenye alituspray nayo. Sasa wakazi wa eneo hili wanaendelea kuishi kwa hofu, kwani hali ya usalama imeendelea kuzorota eneo hilo. Wanataka kikosi cha usalama kuingilia kati swala hilo. OCPD wa Embu, Francis Sang, amesema kuwa wanaendelea kufanya uchunguzi wa kina ili kuwakamata washukiwa. Diana Kendi, QTV.